Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu. Naam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na nimtakie rahma Nabi Muhammad sallallahu alehi wasallam, katika vipindi vilivyopita vya Shikeli tulisoma mambo mengi, mji wa kwanza mpaka wa saba na ikapita muda kidogo, tukawa hatusomi. Kwa hiyo nikapata simu nyingi zikiniulizia kwa nini hatuendelei. Kwa hiyo nilikuwa nimetingwa kidogo, lakini leo nimepata wasaa. Kwa hiyo tutaendelea na mji wa nane, kama inavyoonekana katika katika video hii katika video katika... hii ya leo, tutaendelea mji wa nane ambao utakuwa unahusika na mambo haya sita. Jambo la kwanza itakuwa ni kifo, mauaji na muuaji <coughs> kwa kawaida huwa mji wa nane huwa ni mji wa kifo. <coughs> Wale atalamu, kwa wale ambao wanakogaa, wataalamu wanaangalia kwamba labda huyu mtu mbona haonekani muda mrefu, atakuwa yuko hai au amekufa huwa tuwanaangalia mji wa nane, ehe. Au mtu labda ni mwizi, labda ni muuaji, sorry, mtu ambaye ni muuaji huwa tunamwangalia katika mji wa nane e, kwa maana ya kwamba edha anaweza kaa ni ni kifo ehe, ikawa ni umauti au muuaji mwenyewe ehe au mauaji inaweza ikawa isio mauaji wala sio kifo, lakini ikawa ni mauaji mona au hatari yoyote ambayo inaweza ika, ikapelekea kifo mona. Ni pia huwa tunaangalia mona au hatari yoyote ambayo inaweza ika, ikapelekea kifo, huwa tunaangalia mji wa nane. Kwa hiyo mji wa nane huwa tunauangalia kifo cha mtu na kwa wataalamu huwa wanaangaliaga pia kama huyu mtu je, anaweza akapona au atakufa. Wanaangalia e, mji wa nane kumwangalia mteja wake kwamba anaweza akafa aka, kwa sababu mwingine akishaona mtu amekuja mahututi, lazima aangalie hivi vitu kwanza. Lazima angalie kama huyu mgonjwa wake anaweza akapona au anaweza akafa. Na kama akija kugundua kwamba labda huyu mtu atakufa, basi ataka chukifanya ee yee, ataambia mpelekeni hospitali. Mbona? Kwa sababu anajua tua vovote vile, hata akifanya chochote, basi Yung mtu anaweza akafa. Kwa hiyo katika mji huo wa nane ndo mtu anaangalia umauti wa mtu. Kwa hiyo aidha unaweza ukamwangalia mtu ambaye labda amepotea ameshakufa, eh au wamesafiri miaka mingi haujui kama yuko hai au kafa, kwa tunaenda kuangalia katika katika mji huu wa nane. Haya, namba mbili huwa tunaangalia ni vitisho. Umeona vitisho, kwa maana ya kwamba mtu akija akikutisha kitu mimi nitakuua, nitakufanyia kitu kibaya, vitu kama hivyo. Sasa ukitaka kuangalia je, hichi kitisho hichi ni cha kweli au uongo? Kwa hiyo tunaangalia katika mji huu wa nane kwa maana kwamba ukikutana labda ni shikeli ni nzuri ha, unajua yeye ni maneno tu, lakini ukikutana kwamba shikeli iko ni mbaya, basi hicho kitisho kina maana mona, utekelezaji wake lazima ufanyike. Kwa hiyo mji wa nane huo, tunaweza tukaangalia pia katika katika vitisho mona. Nambari tatu wanasema ni madeni ya pesa uliyotoa kwa mtu Yani kwa maana ya pesa unayodai eh, ndo tunaangalia hapo. Kwa hiyo possibility ya kuangalia kwamba pesa yangu itarudi, ambayo umemkopesha ume mtu, ndio tunaangalia katika mji wa nane pia. Aa, siyo ile ambayo mtu anakudai yani wewe, ile ambayo unayodaiwa sio ya mji huu, ni ya mji mwingine, ila unayodai wewe ndio inakuwa i hapa ya, ya mji wa nane kwa hiyo madeni yote unayodai kama ulimkopesha mtu sijui nini, sijui mkopesha eh, ni kitu gani, ukiona nakuzungusha sana, unaangalia hapa. Je, hapa anaweza akanirudishia hicho kitu nilichompa? Umeona, na tunaangalia katika mji mji wa tatu, ukitokea shikeli mbaya, unajua hapa hii ngoma hairudi. Ukitoka shikeli nzuri, kitu hicho utarudishiwa, utapewa haki yako lakini kitoka shikeli ya kawaida yani, sio nzuri sana, sio mbaya sana unajua hapa, kitu kitarudi, lakini kwa muda mrefu, yani inabidi eh, ukaze buti, lakini kitapatikana kwa mbinde sana, umeona. Kwa hiyo ndo aangalia kwa design hiyo. Halafu nambari nne, kwa sababu mji wa nane unahusika na kifo pia, huwa anahusika na misukule, yaani watu waliochukuliwa kichawi Mmona yani mtu anadhaniwa kwamba amekufa, kumbe hajafa, ila yuko ni msukule, umeona? au mtu aliyepotezwa kichawi, umeona? tunaangalia hapa, umeona. alafu kitu kingine ambacho pia nimesahau kukiandika hapa, kuna vitu vya asili, yani majini wa asili, ehe huwa anatokea katika huu mji wa nane. Yaani, mji wa nane ndio mji ambao yale yani, majini wa asili wale mababu na mababu wale ndio huwa wanatokea hapa, na katika huu mji wa nane inatokea yeah, hey, hapa. Kwa hiyo uwezo ukaangalia kama ni msukuli au ni mtu huyu amekufa, huyu labda amekufa ni yeye yeah, amri ya Mungu, au amechukuliwa ona tunaangalia hapa, au mtu aliyepotezwa kichawi wa tunaangalia hapa kwa ukinuia, kwa maana ya kutaka kujua kwamba huyu mtu kafa kihalali au hajafa. Halafu kitu kingine hapa kwenye upande wa wa mji wa nane tunaangalia ni bima ya afya, kwa sababu bima ya afya inahusika na mambo ya ustawi wa uhai wa mtu, huwa tunaangalia hapa uh-huh. ana kama waalese unataka kupata bima ya afya, unataka kujua kwamba inaweza nikaipata au huwezi kuipata. Yani mambo yoyote ambayo yanahusikana na, na bima ukitaka kuyaangalia mbona kwa sasa inaweza nikashindwa kukupa mfano wa haraka, lakini kuna some events zinatokea, ambazo wewe mwenyewe unajua, unakuwa unajua hii hapa inaenda moja kwa moja kwenye nini, kwenye bima ya maisha, bima ya maisha, bima ya afya <coughs> ndio unakuja unaangalia hapa. Na kitu kingine nambari sita, ambayo ni ya mwisho, inaangalia ni mateso ya kimaisha. Mara nyingi hapa katika mji wa nane inawezekana mtu akawa yuko hai ni mzima kabisa, lakini akiwa katika mateso. Mbona anaweza kaa pia katika katika mateso. Kwa mfano unaweza kutana labda kuna shikeli, labda imetoka mji wa kwanza, halafu imekuja mji wa nane, lakini kiangalia shikeli makutana ni nzuri tu. Mbona sasa najiuliza hii shikeli imekuja huo katika huo mji wa nane huo, maana huyu mtu amekufa? Au mtu atakufa au vipi? Hapana, inakuwa huyo mtu ajafa, lakini hali ya maisha ambayo anaishi huyo mtu ni ya kimateso sana, yaani anakuwa katika dhiki kubwa, yaani anakuwa katika mateso. Kwa hiyo mtu ambaye anaishi katika mateso, mara nyingi mji wa nane huwa unahusikaga sana. Unaona, mji wa nane huwa unahusika eh, huwa inatokeaga sometimes, kama ni mtu ambaye ni mpiga shikeli sana, unakuwa huwa miji Yaani shikeli huwa inahama katika miji. Kwa hiyo ikitoka labda mji wa kwanza ikaenda mji wa nane, pale unaweza ukajiuliza hey, sasa inakuwaje? Maana u mji wa kifo huu. Unaona, ni kweli inakuwa inaashiria hatari, sawa, lakini inaweza ikawa ni sio hatari ya kifo, lakini ikawa ni mtu anaishi katika maisha magumu sana, eh, anaishi katika mateso, umeona kwa hiyo katika mambo ya kuteseka kimaisha huwa pia inahusiana na, na huu mji wa nane. Kwa hiyo hayo ni mambo sita ambayo nimekupangia ambayo yanahusisa na mji wa nane. Kwa hiyo kwa uwezo kwa wake Mwenyezi Mungu nimejaliwa kuwawekea hii video leo, na nitajitahidi kwa haraka iwezekanavyo niwawekee na mji wa tisa na wa kumi kwa pamoja, ili mweze kuzipata zote kwa pamoja. Basi endeleeni kusoma elezeni, kuangalia video zangu, msisahau kulike na kucomment, kusubscribe, ili niweze kuwaletea video hizi zaidi. Kwa hiyo mnapokuwa mnanipigia simu kama mnavyoona kwenye namba yangu hapo e, ni vizuri sana kwa sababu mnakuwa pia na mimi mnanipa ile moyo e, watu wengine wanapigia bwana, vipi, mbona tuendelee na somo letu. Kweli nilikuwa nimetingwa, lakini pia inanipa moyo nahamaasanini ili niweze kuwaletea hivi vitu vizuri kabisa. Basi na kutakini masomo mema wa hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.